Uh, nchini Rwanda anaadhimishwa maadhimisho ya kuyakumbuka mauaji ya kimbari, na mwaka huu pia yameweza kufanyika karibuni. Wakati wa uzinduzi akizungumza katika hotuba uh, hapo Kagame, rais wa nchi ya Rwanda, aliweza kuzungumza masuala mengi sana, ikiwemo kulinda amani ya Rwanda na kujaribu kupambana mauaji kama haya ya aina hiyo siwezi kutokea. Haya ni mauaji ambayo yanatajwa kuwaumiza eh, wa Rwanda wengi sana, mauaji ya kimbari. Karibu sana, hii ni Matukio Online TV, mimi naitwa Muhamedi Ngangambe. Karibu sana katika uchambuzi na kukusogezea karibu taarifa mbalimbali za kimataifa, na sasa tupo kwenye uga huu wa kimataifa, na leo tunaitizama Rwanda. Sasa, rais wa Rwanda Paul Kagame amesema kwamba wataweza kuilinda amani ya nchi yao kwa gharama yoyote ile. Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema kamwe yeye nchi yake haitakubali kurejea katika jinamizi la mauaji na ipo tayari kulipa gharama ili kuulinda usalama wake. Hayo ameyasema katika uzinduzi wa kumbukumbu ya mauaji ya Kimbari. Kumbuke kwamba tarehe tare, saba kila mwaka ni siku ambayo umoja wa mataifa umeitenga kuyakumbuka mauaji ya Kimbari ya hapo Rwanda, na huko nchini Rwanda kumbukumbu kumbu hizi zitadumu kwa muda wa siku mia moja, muda ambamo watu zaidi ya milioni moja waliuliwa wali na zaidi uh, wanamgambo wa kihutu wa Itarahamwe waliweza kupoteza maisha. Kumbukumbu kumbu hizi zimefanyika katika mji wa Kigali katika bustani ya jumba la makumbusho mauaji ya Kimbari dhidi ya Watutsi wa Rwanda liloko mjini Kigali, sehemu ambako kumezikwa miili ya watu zaidi ya laki tatu na nusu. Rais Paul Kagame akiwa na mkeo Janet Kagame waliweza uh, kuwasha mishumaa eh, mishumaa hiyo ambayo ilikuwa inafahamika ina zaidi kama mishumaa ya matumaini, na ambao mishumaa huo utawaka hadi mwezi wa saba ambapo zitakuwa zimetimia siku mia moja muda ambao mauaji hayo yalidumu na kuchukua maisha ya watu zaidi ya milioni moja. Sasa uh, Fredi Mutaguha huyu ni mmoja wa manusura ambaye alitoa ushuhuda wa jinsi ambavyo alinusurika. Alisema washambuliaji walikuwa wakipewa pesa ili kutekeleza mauaji hayo ya kikatili. Tukimnukuu, alikuwa anasema maneno yapatayo kwamba pesa ikaisha, na akatuomba tuondoke kwake, mimi na dada yangu tuliamua kuondoka usiku na kuingia polini ambapo tuliachana kila mmoja kivyake. Wakati huo ilielekea kufikia mwezi wa saba, na mimi sikujua kama sehemu kubwa ya nchi ilikuwa imeshakombolewa na wapiganaji wa RPF. Alisikika katika uh, ushuhuda wake akizungumzia jinsi ambavyo aliweza kunusurika na mauaji hayo. Hotuba ya Kagame kwa jumuiya ya kimataifa imekaa vipi? Tumalizie hapo. Akizungumza katika hotuba yake kwa viongozi wa serikali, wanadiplomasia na wanyarwanda kwa ujumla, hotuba ambayo ilirushwa iru, moja kwa moja kupitia radio na televisheni ya taifa pamoja na mitandao ya kijamii, Rais Kagame bila kutaja jina la nchi ameyashambulia mataifa ya kigeni ambayo yameharibu kabisa eneo la maziwa makuu kupitia wale ambao yeye amewataja kama wajinga. Kagame amesema kwamba uh, hilo lilitokea Rwanda miaka ya zamani na kupelekea kutokea kwa mauaji hayo ya kimbari na nchi hizo za magharibi zisifanye kitu. Sasa hali imebadilika. Kumbukumbu za mwaka huu zimefanyika wakati ambapo eneo la maziwa makuu limegubikwa na mzozo wa mashariki mwa Kongo, ambapo Rwanda imelaumiwa mara kadhaa kuhusika nao na hadi kuwekewa vikwazo na baadhi ya mataifa ya magharibi. Taarifa hii uh, ina mjumuisho mpana kidogo, lakini wakati mwingine tutakujia na historia ya mauaji ya kimbari lakini leo tulitaka tukupitishie msimamo wa rais wa Rwanda Paul Kagame kuhusiana na uh, uh, uzinduzi aliofanya uh, katika siku hizo mia za kuadhimisha mauaji hayo ya kimbari ambapo kila anapofika Machi saba, uh, wanakumbuka kwa aina hiyo. Lakini umesikia hivyo, ameyasihi pia mataifa uh, ya kigeni kwamba kwa sasa kwa hivi Rwanda imebadilika, hataweza tena kuingia katika mtego wa aina yoyote na watailinda amani yao kwa gharama ya aina yoyote. Hayo ndio ambayo tumekusogezia hivi leo. Asanteni, kwa heri, tukutane katika wakati mwingine.